Watoto simameni, joni hapa tuwe karibu na mimi. Miaka fulani nilikuwa mtoto kama nini <tose> <tose> e, na nilikuwa kanisani. Sii sio kama kwamba sikuwa kanisani. Sasa watoto, tuna kisa leo, kisa kizuri cha ja, watoto hao wawili. Wa kwanza anaitwa Zena. Kuna Zena hay pili anaitwa Fadhili. Fadhili yu? Kumbe wote hawapo. Sasa tunajifunza kisa cha watoto. Huyu Fadhili hu. Fadhili alikuwa anasoma darasa la nne. Nani anasoma darasa la nne? Ndio anasoma. Aha. Kwa wawili darasa la nne. Na Zena na mwenyewe alikuwa anasoma darasa la nne. Sasa Fadhili ake alikuwa anatembelea nyumba kwa nyumba na mara nyingi alikuwa nasema Fadhiri eh, beba vijuzuu. Wangapi wamewaiona vijuzuu vile eh? vimeandikwa tu kwa kifupi habari za Mungu, mmewaiviona eh? Gawa huku mtana, gawa ila, mmegawa masomo ya sauti ya unabi, eh kwa sababu ya sauti ya unabii, mmewahi? Hamjewahi? Sasa huyu fahiri alikuwa anaongozana na baba kwenda kushuhudia. Wangapi wamewahi aenda kushuhudia hapo? maana nilikuwa nasikia mmewahi aenda kushuhudia eh. Asa huyu fahiri anaongozana na baba, anaenda kushuhudia, anabeba vijuzuu, wanatembelea nyumba fulani wanaingia, wengine wanawakaribisha, wengine hawakaribishi. Lakini siku wamepita, siku moja wameenda safari ndefu, wakapita kama poli la utu fadhili, alimuona nyoka ndefu. Unajua yule, naona alikuwa black mamba. Sema tu black mamba ni mkali. Huku kuna nyoka, hamjawai? <laughs> wapo Oh, <laughs> ye, ye, ye. Wapo nyoka warefu au wafupi wafupi. E, sasa nyoka baya alimona e, alimona ba alikuwa mrefu kutoka hapa mpaka pale kwa babu hango pale aonyoka mrefu pale, kasema baba, nyoka akasema usiseme sana mwache apite, akavuka barabara, akaenda siku hiyo, wakaenda kwa lakini sema, unajua unajua sema alikuwa mchoyo, hata mwenyewe alikuwa mkali, akipewa, akinunuliwa biskuti. Unajua kwenye kutembea tembea na baba kuna faida. Ukienda dukani kuna mama anataka kwenda kununulia biskuti, kwani yeye anunulie biskuti? Baba, nataka pipi. Utashangaa akakununulia. Sasa Fadhili akinunuliwa vitu hivi, alikuwa akifika kwa rafiki zake, nasianze na kupenda nikupe zawadi. Nashangaa, hebu achama achama, wengine asija kamilisha mdu. Lakini kwa vile Fadhili namfahamu, achama achama acha, achama Fadhili amesema achama. Nashangaa ameweka kapipi mdomo. Mwasante. Tata, naru, naru, naru, naru, naru, naru. Yaani wewe mwenyewe atakupa pipi unajisikia. <laughs> tena ukuitegemea, ujue ah. Sasa tena tena, akiwa na vitu hataki mtu amkaribie, hata urafiki unaisha. Naai wewe, ana vipi vipi, rafiki yangu? Mimi sio rafiki yako, kisa ana vitu kwenye mkoba, ana kaukau, ana nyingine, ana vipi? biskuti viko kwenye mkoba. Sasa siku hiyo wamepanga fadili na baba ake matembelee nyumba ya kina Zena, ilikuwa muda wa mchana. Zena katoka shuleni mchana na mama alimwandalia ubwabwa na mchicha na dagaa, huku kuna dagaa eh? yeah. huko na dagaa na mchicha, kametikwa vizuri na dagaa Alafu unajua dagaa wananukia eh? Basi nyumba yao haikuwa na chumba, ilikuwa nyumba chumba tu kimoja. Sasa nenametoka shule kachukua mwaga wake na dagaa kapasha na mchicha, amekula hapo. Basi natoka mbali Baba Fadili anaita, wenyewe wenyewe, habari gani? Wenyewe, si ndio wanavyoita huko we. Wenyewe, habari gani? zina haiti huko uh, huko wao atakuja, ah, kwa huko sasa. Tulikuwa na kitanda mbele kidogo kule, hey, ndio yani kitanda kiko huko, mlango ndio ule pale kitanda kule. Au ficha kule. Ji. Eh, hey, karibu. Anajua hawaoni. Kitanda chenye hakikuwa na shuka la la, la kutosha la kufuni. Kitumwa kwa kule. Sasa mlangoni si anaona tu. Hodi hodi. Ah, karibu kafungua mlango. Fungua kwa kule. Ji. Sasa kwa vile Fadhili alikuwa mkofi kidogo. Baba Fadhili akuona si mrefu kitanda kimefurika, ki, ki Fadhili siz ba, basi akazungumza, hey, mama yuko wapi? hey, mama naona takuwa shamba. Na baba? Baba alisafiri, alienda Morogoro. hey, Morogoro ujembo kabisa. Zena sisi tumekuja, tumekuletea kijuzuu. Haya, asante. Basi wanaanza kuondoka Hawakaribishi hata kwamba kuna chakula, si amekificha? Hakuna, hatuna mtu ambaye anapicha chakula, ambaye ni mchoyo. Mpea ama yukwe, yuko mchoyo jamani, uwape aii. Sasa imefika wakati wa wakondoka, navile akasema anatulia. Ngoja, kwanza nikukumbushe ile story ya njia nyoka, tulie nasema, kasema tena, tulikopita na baba tumemwona nyoka mrefu na hatukupiga kelele wakati tumekutana naye. Maana baba si kupige kelele, anaweza kukumata yule. Tena anafuu alikuwa mrefu tokea pale mlangoni mpaka <laughs> kule ulipopita ubwabwa <laughs> Kakunapaka sijeemini ikaupicha hapa Fadhili akasema azena Mungu, akuponye acha uchoyo, acha uchoyo mzee. Hapo tusomee Mithali kumi na moja mstari wa ishirini na tano maandiko yanasema anasema haja ya mwenye haki ni mema tu tano na nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa ha -ha. Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Jamani, tukiwa wakarimu tutapata vizuri kwanza, unapendeza ee, ukiwa mkarimu yani kama unatua mitu kwa watu unashangaa wamekuletea vingi tena eh? Yani wale ambao wa ni wakarimu hawajawahi kuchungukiwa. Ni wangapi ambao wanasema sisi tutakuwa sio kama watoto zena, tutakuwa kama fadhili wakarimu, wangapi? Mikono yao haya tuone. Twakushukuru tu Mungu wetu kwa ajili ya watoto hao ambao wameaia wa kama zawadi, kawaongoze katika njia iliyo njema wakifanya kazi yako ya uinjilisti, na pia watoa karimu kwa watu hii, wa ndiyo wa tabia njema ambayo tumejifunza kwa siku ya leo. Kawe nasi katika jina lako Kristo, tunaomba na kushukuru, amina.